Okay, a uh, kipindi ambacho kimepita tumeongelea kuhusiana na namna ya kupima, kupima kwapa. Na kama kawaida nimekuambia huwezi kuanza kupima kwapa kabla hujapima, hujapima kifua. Lazima kwanza upime kifua, halafu ndo upime kwapa. Yaani ndo uchore kwapa. Kwapa tayari tumeshalipima, tumepima nchi nane hii kwapa ya kwapa. Kwa hiyo ili uchonge hii kwapa lazima kwanza upime kifua. Kitu gani tutakachoanza nacho? Lazima tupime uh, lazima tuanze kupima dax. Tupime eneo la dax. Dax mara nyingi huwa ni nchi nne, lakini inategemeana. Unakuta mtu mwingine ni mnene, ana, ana, ana, ana kifua kikubwa, ana tumbo kubwa, kwa hiyo uwezi kumwekea dax la sawa na mtu ambao ni mwembamba au ni mtu wa mwili wa kawaida. Lakini mara nyingi sana dax ni nchi nne. Mimi napima nchi nne kuanzia hapa kuja huku. Ukumbuke hapa nguo yetu tumekunja kwa hiyo napima nchi nne dax. Napimia wapi? Napimia kwenye mstari wa juu ya nyonyo huu hapa, mstari wa juu ya nyonyo huu hapa. Kwa hiyo hapa dax yangu mimi nchi nne napima hapa nchi nne huku chini pia napima nchi nne kwao, napiga mstari kwa, kwa kumaanisha kwamba huu ni mstari wa wa dax kwa kumaanisha uu ni mstari wa, wa dax unakuja kugota hapa, kwenye hapa juu ya juu ya nyonyo. Sasa baada ya hapo nitapima nchi mbili hapa kwa niaba ya dax, nchi mbili hapa, nchi mbili hapa. Kumbuka uu ni mstari wa chini chini ya nyonyo, juu ya nyonyo, chini ya nyonyo. Sawa, baada ya hapa sasa kitu ambacho kinafuata, tunaanza kuchora Tutachoraje? tumepima huu, hii hapa tumeweka ni nchi nchi nane. Kwa hiyo nchi nane tumegawa mara mbili, imetupea ngapi? Imetupea imetupea nne. Kwa hiyo tutachora mstari wetu kutoka hapa kwenye nne kufika hapa, kufika hapa kwenye nini? Kwenye huu mstari wa juu ya nyonyo. Kwa hiyo tunachora hivi Sawa, nadhani mnaona vizuri tunavyozichora tuna, hizi kwa hiyo tunachora hivi. Baada ya hapo, tutatoa mstari wetu kutoka hapa juu ya nyonyo, mstari wetu utafata hapa kwenye hili mbili tuliotoa, itafata hapa chini ya nini, chini ya nyonyo hadi hapa. Sawa. Baada ya hapo sasa, kuna watu wengine wanapima wanapima nchi mbili hapa, wanapima nchi mbili hapa sawa, wengine wanapima nchi mbili hapa. Kwa hiyo sasa wanapimaje? Kwa nini wanapima nchi mbili? Wanapima hii nchi mbili ili kwamba huu mstari usiende hapa chini ya nyonyo hapa. huu mstari uje hapa, yaani uje hapa hivi Sawa wanapima kwamba hadi hapa. Kwa hapa wanapima kuja hapa, kwa hiyo sasa hapa wanapima nchi mbili, ambayo nchi mbili ni kutoka hapa mwisho kuja hapa. Kwa hiyo sasa baada ya hapo utakuja utachora mstari wako hivi. Nadhani tunaelewana vizuri kwamba kuna baadhi ya mafundi ama mimi nitakavyokufundisha na kufundisha namna mbili Namna ya kwanza utachora kutoka hapa kuja hapa, unaweka nchi mbili. Kwa hiyo unatoka kipimo chako, kinatoka hapa kwenye mstari wa juu ya nyonyo inafika hapa kwenye hii nchi mbili, ambayo ume, umeweka nini. Sawa, na kuna mwingine anapima kutoka hapa juu ya nyonyo, anashusha tu moja kwa moja hadi hapa hapa chini ya nyonyo. Kwa nini anafanya hivi? Anafanya hivi, unakuta mwingine ana, ana matiti madogo Sawa, yani ana maziwa madogo. Kwa kama ana maziwa madogo, anataka nini? Anataka lile ziwa liwe limeinuka. Kwa lugha za mtaani tunaita saa sita. Yani liwe lime, limenyanyuka hivi. Mwenye matiti madogo anataka ma yale yale matiti yawe yamenyanyuka hivi. Kwa hiyo atatumia hapa kunyanyua kwa sababu huu mchana. Unaona jinsi ulivyokuja? Ndio jinsi itakavyonyanyuka hivi hivi. Unaona? Hivi. Kuje hapa. Kwa hiyo hii, hii, hii ndio ziwa hili. Hivi unavyoliona hapa, hili ndio ziwa. Sawa. Sasa kuna yule mwingine ana matiti makubwa. Kwa hiyo hayawezi kunyanyuka kwamba eti akae saa sita. Hapana. Atakachokifanya kifanya ni nini? Ndio